mpendwa mtazamaji ni siku ya jumanne karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi mungu tunalipata katika injili ya matayo sura ya sita aya ya saba hadi ya kumi na tano yesu anatumia muda wake kukaa na wanafunzi wake anaamua kuwafundisha mafundisho namna ya kuweza kusali katika nyakati ambazo yesu alikuwa naishi kwa Wayahudi walikuwa wanasali katika masaa yafuatayo: saa tisa alfajiri walikuwa wanamka wanasali, na baadaye pia saa sita mchana walikuwa wanakwenda kusali na saa tisa Mara nyingi sana sala zao zilikuwa kwenye masinagogi, na baadaye pia wakawa wanaelekea kwenye lile hekalu, yaani kule Yerusalemu. Na katika mafundisho ambayo walikuwa wanafundishwa, mojawapo ya marabi waliwaambia hivi: sala au mtu anayesali, e, ndani ya nyumba yake, huyo mtu anakuwa amezungusha ukuta ambao una nguvu kuliko chuma. Sala zikawa na nguvu kubwa sana. Sala zilifika hatua kwamba watu wengine wakawa wanafanya maonyesho watu wawaone kwamba wao wanasali. Yesu akasema hawa wamekwisha wame kupata thawabu yao. Sala zikawa hazimwelekei Mwenyezi Mungu, sala ikawa ni kwa ajili ya manufaa yao wenyewe, watu wawatambue kwamba wao wanasali. Leo anatoa sala kubwa zaidi na mwongozo na magani ya kuweza kusali. Anawambia ukisali, okay, usipayuke payuke ovyo kama watu wengine wanapofanya, bali unaposali ingia ndani ya nafsi yako. Mwenyezi Mungu anatambua mahitaji yako yote ambayo unayajua, na sasa anawafundisha sala ya Baba Yetu wale wanafunzi wake, anasema msalipo semeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Neno hilo baba yetu uliye mbinguni ni maombi ya mtoto ambaye ana mahusiano mazuri sana na baba yake, yaani anajua kwamba baba yake yuko mbinguni na baba yake hayuko chini. Tunapozungumza katika swala so zima la mbingu, maana yake mbingu kwenye utukufu, na baadaye chini ni kuzimu. Hasa baba yetu yuko juu yu sana, yuko mahali ambapo ni patakatifu. Mungu akiwa ni baba yetu, ni baba wa wote, siyo baba yangu Yesu anaondoa ubinafsi katika sala. Usije hata siku moja ukaanza kumiliki Mwenyezi Mungu kama ni baba yako. Yesu amelifuta hili, na kwa mtu ambaye amejiona kwamba yeye ni mtoto, akitambua kwamba baba yake yuko mbinguni, ana uhusiano mwema na baba yake aliyeko mbinguni, vilevile vile pia atakuwa na uhusiano mzuri na watu wengine. Akiwa na uhusiano mzuri na watu wengine hata kama akipita katika kipindi kigumu ambacho amejidharau au amedharauliwa, akijua kwamba yuko baba aliyeko mbinguni, anapata nguvu ya kuweza kusonga mbele katika maisha. Kwa hiyo katika sala unapomwendea Mwenyezi Mungu, mwendee Mwenyezi Mungu ukitambua kwamba huyo ni baba na wewe ni mtoto. Anajua mahitaji yako. Unapomwendea mwendee pia si kwa mahitaji yako mwenyewe nenda ukimtaja pia katika ubaba wake kwa watu wengine wote. Na jambo la pili, ukienda katika sala hiyo ambayo tunaofundisha amesema tutamke kwamba jina lako litukuzwe, na sehemu nyingine imeandikwa jina lako litakaswe. Tubakie katika ili jina litukuzwe. Jina katika dini ya Kiyahudi ilikuwa inaonyesha asili ya mtu, jina lilikuwa linaonyesha tabia na pia jina lilikuwa limebeba utu wa yule mtu na jinsi vile aliweza kujifunua. Sasa tunaposema kama jina lake litukuzwe, manake asili ya Mwenyezi Mungu, yeye ni mtakatifu, yeye ni wa kutukuzwa. Kwa hiyo litukuze kwanza jina lake, litukuze jina lake, utu wake vile na tabia yake aliyokuwa nayo. Ndiyo maana katika Zaburi ya tisa ile aya kumi inasema, wale wanaolijua jina lako watakutumainia. Watakutumainia wewe, wale wanaojua Mungu vile alivyo wataweka tumaini lao kwa Mwenyezi Mungu, wale wanaotabia, wanaojua tabia ya Mwenyezi Mungu jinsi ilivyo wataweka tumaini lao kwake. Wakati watu wengine wanaweka matumaini yao katika majina ya watu wa binadamu na misaada ya kibinadamu na kupata ulinzi, sisi Tunalisifu jina la Bwana Mungu wetu katika Zaburi ya ishirini e, aya ya saba kwa sababu tunamjua, tunalisifu jina lake. Anza kulisifu jina lake, litukuze jina lake, mpatie sifa anayostahili. Usianze moja kwa moja kutamka matatizo yako, lisifu jina lake, kwa sababu jina lake na tabia yake na utu wake ni mkubwa zaidi. Baadaye, baada ya kulisifu jina lake kulitukuza jina lake, kumpatia nafasi yake ya kipekee Mwenyezi Mungu, ndipo Yesu akatufundisha akasema tumwambie, ufalme wako ufike. Katika agano la kale Mwenyezi Mungu alipojifunua kwa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ye hawa watu watatu walimtambua kwamba Mungu ni mfalme wao. Wana wa Israeli walipoingia katika ile nchi ya ahadi, walikataa Mwenyezi Mungu asiwe wa mfalme wao, wakataka ufalme wa kibinadamu wakafanya mapenzi ya kibinadamu wakateseka sana, na wakaendelea kusali mbele za Mwenyezi Mungu, tunaomba Mwenyezi Mungu ulete ufalme wako uje ufalme Mungu wa Mwenyezi Mungu yalikuwa ndio mafundisho ya Yesu Kristo. Ufalme wa Mwenyezi Mungu ni jamii ya watu ambao wanafanya mapenzi yake, na katika suala so zima la ufalme wa Mwenyezi Mungu ukija, utisho unakuja katika jamii, nguvu za giza zinaondoka. Kwa hiyo, ukiomba ufalme wa Mwenyezi Mungu maana yake ulinzi unakuja. Malaika Mikaeli na jeshi lake wanakuja. Malaika Rafaeli anakuja, kwa sababu yeye anasimamia tiba, na malaika pia Gabrieli anakuja, kwa sababu anakuletea habari njema. Huo ni ufalme wa mwenyezi Mungu, yaani ni ikulu inakuja. Kwa hiyo, kila siku ni kuomba ufalme wa mwenyezi Mungu. Ndio maana Yesu alisema kwamba katika mambo yoyote mwanadamu anapopita hapa duniani, utafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, mengine yote tutapewa kwa ziada. Omba ufalme Mwenyezi Mungu, na katika ufalme Mwenyezi Mungu bakia katika swala so la zima la kufanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na usitake mapenzi yako. Usimfanye Mwenyezi Mungu akaweza kuwa yeye ni karani wako wa kukupatia kile. Yesu mwenyewe alikubali mapenzi ya Baba yake, akachukua leo msalaba. Tukubali mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye anatuwazia yale ambayo ni makubwa sana. Katika sala hii ya baba yetu, jambo la nne, Yesu anatuambia tuombe juu ya mkate wetu wa kila siku. Katika Biblia, mkate inasimama kama chakula cha kiroho ambacho ndio neno la Mwenyezi Mungu, ambalo tumesikia katika ile. Nabii Isaya anasema kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni wala haiwezi kurudi huko, bali huinyeshea ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, haitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyoyatuma. Hasa kila siku Mwenyezi Mungu anatuma neno lake kwetu. Hii ni Isaya sura 55 aya ya 10 mpaka 11. Neno lile ambayo Mwenyezi Mungu analolituma kila siku kwa ajili yetu ndiyo mkate wetu. Ndiyo maana tumesikia kwamba mwanadamu hawezi kuishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mwenyezi Mungu. Neno hilo linatupatia nguvu ya kuweza kusonga mbele. Vilevile pia, Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe kupitia Yesu Kristo alisema kwamba yeye ndiye mkate wa uzima, yaani alikuja ili aweze kutulisha sisi na anavyozungumza kama yeye ni mkate wa uzima katika ile Yohana sura ya sita aya sitini na tatu mpaka sitini na tano. Maana yake Mungu anajali juu ya mili yetu. Ndiyo maana Yesu alisema sipendi ni waache waondoke waende bila kula, wasije wakazimia njiani, kama vile Mwenyezi Mungu alivyojali mili ya wana wa Israeli walipokuwa wanasafiri katika ile jangwa kwa muda wa miaka arobaini akawalisha kwa mana, vile vilevile, Mwenyezi Mungu hawezi akashindwa kuweza kutulisha sisi katika mahitaji yetu ya kila siku. Katika neno hili Yesu anatuambia tuondoe wasiwasi. Ondoa wasiwasi katika maisha yako, mtegemee Mwenyezi Mungu kila siku, hawezi kukuacha. Kama aliwalisha wana wa Israeli kwa maana, na wewe kila siku Mwenyezi Mungu atakulisha. Na tunaposali, jambo la tano, Yesu anasema kwamba tuombe msamaha wa kwa Mwenyezi Mungu na tuombe msamaha kwa wenzetu. Mwanadamu kwa asili ni mdhambi na dhambi ni kuvunja kwa makusudi amri za Mwenyezi Mungu na za Kanisa. Mshahara wa dhambi ni mauti. Katika maisha yetu tunavyopita hapa duniani, tunapita katika kipindi ambacho tunamkosea Mwenyezi Mungu na tunakuwa tuna madeni. Katika swala so zima la mawazo, tunaposimama mbele za Mwenyezi Mungu, kitu cha kwanza kabisa ni kuomba msamaha, Mwenyezi Mungu tuachilie, tusamehe dhambi zetu, kama vile Daudi alivyosali katika Zaburi ya 51 Unihurumie e Mungu, unajua dhambi hizi ambazo nimekuwa nazo zimetoka wapi. Kwa kitendo cha kunyenyekea kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anatuachilia anatusamehe madeni yetu madeni ambayo tumekuwa nayo katika mawazo. Tunaanza kwa kuomba toba. Tupo katika kipindi ambacho watu wengi sana nyakati hizi hawaendi katika kitubie kuomba toba na msamaha wa Mwenyezi Mungu na tunafurahia tu maisha kana kwamba tuko sawa. Yesu anatufundisha katika kipindi hiki cha Kwarezima tuombe toba kwa mwenyezi Mungu, na baadaye pia tuwasamehe wenzetu, tuwaachilie. Ukianza katika kuomba mahitaji yako kwa mwenyezi mungu alafu hujawaachilia wale, wale kukosea, amesema kwamba sisi sala zetu zitakuwa ni bure. Kipindi hiki cha Kwarezima tuwasamehe, muachilie yule mtu waliyemuweka ndani ya nafsi yako. Ukimwachilia huyo, mwenyezi Mungu pia atakusamehe dhambi zako atakuponya magonjwa yako yote, atakupatia mahitaji yako yote ya kila siku, na jina lake litatukuzwa katika maisha yako. Na baadaye mwishoni katika maisha haya yote, katika sala zetu tumwombe Mwenyezi Mungu asitutie katika majaribu, lakini atuokoe na yule mwovu. Na hiyo ndio sala ambayo Yesu anamaliza, anasema kwamba sisi tukiwasamehe watu makosa yao, Baba yetu wa mbinguni atatusamehe, tusipowasamehe makosa yao baba yetu wa mbinguni hata tusamehe. Sala yetu katika kipindi cha Kwaresima itubebe, tuweze kuwa watu wa msamaha, tusameane yani wenyewe kwa wenyewe, tuachiliane makosa yetu na mwenyezi Mungu atubariki. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.